E, haya mafunzo kwa jinsi mimi tulivyofundishana najua yatatusaidia, na maana wametuweka sisi kutufundisha na sisi tuwe walimu kwa wengine kwa jinsi tutakavyokuwa tunajifunza, na maana haya mafunzo, kwanza vitu vya uokoleaji ndo kitu muhimu kwanza. Walivyotuletea tulikuwa hatuna vitu vya uokoleaji, tumefundishwa jinsi ya kuokoa watu kwa kutumia kamba, jinsi ya kuwa umekaa majini ukiwa na life jacket, jinsi ya kukaa, jinsi ya kuomba msaada kipindi utakapokuwa umezama. Kwa hiyo haya mafunzo nayaona yatakuja kutusaidia sana. Mafunzo haya nimeona ni, ni mafunzo ambayo naweza kutuokoa sana hasa sisi wavuvi, maanake tumejifunza mambo mazuri sana, jinsi ya kuweza kujiokoana si wenyewe kama wenyewe, na baadhi yetu tumeelewa vizuri. Kwanza tofauti wa kwanza ulikuwa kwamba life jacket tuliyokuwa tunatumia zamani hazikuwa na hadhi ya kuweza kumwokoa mtu kwa upesi. Kwa hiyo life, life jacket walizotuletea kwa sasa zinaweza kutupa kuokolewa kwa muda mrefu sana. Tunaweza kukaa kwenye maji kwa muda mrefu masaa sabini na mbili na baadaye tunaweza kupata uoko, uokozi ambao kuna wenzetu wanaweza kututafuta hivi nimekuja kushuhudia zoezi la ufundishaji la wavuvi kwa ajili ya kujiokoa na kuokoa. Zoezi hili lilivyoendelea linaonekana linaweza likawasaidia wavuvi pindi wanapokuwa wamepatwa na ajali. Kwa ajili ya hili zoezi la kufundishwa, mimi nimeona zoezi hili ni zuri, watu waendelee kuwapa elimu, waendelee namna ya kuwafundisha namna ya kujiokoa na kuokoa, litakuwa limependeza sana, na nashukuru sana shirika hili la EMEDO kuleta zoezi hili la kuwafundisha wavuvi wetu kujiokoa na kuokoa. Hili zoezi naamini sasa, katika ajali zingine hizi ndogondogo, sio kwa za lazima, wanaweza wakajiokoa kutokana na namna wao walivyofundishwa. Hata kama patatokea ajali, kwa kuwa tayari wameshafundishwa, wanakuwa ni wepesi sana kwenda kuwaokoa wenzao waliokishwa patwa na ajali kwa uharaka zaidi. Katika wilaya yetu ya Msoma vijijini tunayo mafunzo ambayo yanahusisha wavuvi ambayo yanaendeshwa na shirika la EMEDO. Shirika hilo liko mkoa wa Mwanza, lakini katika mkoa wetu wa Mara, Busekera au mkoa wa Mara kama na wilaya ya Msoma vijijini ni sehemu pia ya eneo hilo. Tunawashauri chombo kikibeba abiria kisibebe na mafuta ya petroli au dizeli au mafuta au gesi au, au mizigo mingine. Tunashauri chombo kibebe abiria, lakini abiria hao wao wamezingatia usalama wakiwa wamevaa life jacket, haya maboya ya kujiokolea. Lakini pia lingine ni kuwapa elimu ambayo itakuwa endelevu, namna ya kuchukua tahadhari na namna ya kuzingatia sheria zilizowekwa. Kwa hiyo semina hii au mafunzo haya yamekuja wakati mwafaka, kwa sababu tunahitaji wanabusekera katika wilaya yetu ya Msoma Vijijini, mkoa wa Mara waweze kunufaika na elimu hii, lakini elimu hii inaweza kuwa pia endelevu katika nyanja zingine ambazo hatujaweza kufikia. Mimi kama mwakilishi na kaimu kamanda wa jeshi la zimoto na uokoaji, nayo ikadiliana na ukwaji, majanga kwa kushirikiana na vyombo vya dola, lakini na mamlaka nyingine zinazohusikiana, tunataka kuweka wito wetu kwa wananchi kwamba ni muhimu wakafata sheria za majini ili kuepusha ajali ambazo zinaweza kutokea mara kwa mara. Tukiangalia katika kipindi ambacho kimepita takriban kwa kipindi cha 24 mpaka 25 tumeweza kuwa na ajali zisizopungua kumi na sita, lakini tumeweza kuwa na majeruhi wasiopungua 16. Na hizo ni sababu mbalimbali mbali tu ama zinazopelekea kutokea kwa ajali, lakini pia kundi lingine ni wanafunzi ambao na wananchi ambao na, wa, wako jirani na maeneo haya, ukanda huu wa ziwa, hawa pia wanahitaji kupata elimu ambayo itakuwa endelevu, ili sasa wanapokwenda kule katika shughuli za kijamii kuteka maji, basi uogeleaji uwe uogeleaji ulio salama. Leo tumekutana hapa uh, kama mwanzo wa kuhakikisha jamii ya watu wa Busekera wanapata mabadiliko katika tabia hatarishi ambazo zinawapelekea shughuli za uvuvi kukwama, lakini kikubwa zaidi ni kwamba mafunzo ambayo yameanza leo yanahusisha wavuvi ambao wanakwenda doro kila mara na kila siku katika, katika ziwa. Mafunzo yanalenga kitu gani? Yanalenga kuhakikisha kwamba yanaongezea uelewa wa namna ya kujikinga na hatari za kuzama katika maji. Shughuli hizi zimefanyika sehemu zingine, tumefanya mm, Sweya, Nyamagana, lakini kwa hapa Busekera hii bachi ni ya kwanza. Tutahakikisha kwamba tunafikia wavuvi wasiopungua mia moja mpaka mwanzoni mwa mwezi wa kumi, na watakuwa wanasoma asubuhi mafunzo ya nadharia, lakini kwa jioni watakuwa wanajifunza kwa vitendo. Nitoe wito kwa watu ambao wameshapata mafunzo tayari wakawe chachu ya mabadiliko katika jamii, wahakikishe kwamba waliochojifunza wakawafundisha na wenzao ili waweze kuwa chachu ya mabadiliko, lakini hasa waondokane na tabia ya uvuvi wa mazoea, waweze kupunguza ajali za majini. Lengo letu kubwa zaidi ni kuzidi kupunguza maafa yanayozidi kutokea, ama kudhibiti kabisa yanayozidi kutokea katika ziwa hili Victoria, kwa wavuvi wengi ambao wanashughulisha na huduma za kuvua samaki na maswala na mbali ya usafirishaji na mambo mbalimbali yanayohusiana na mambo ya ya ziwani. Kwa hiyo kwa siku ya leo tumefanya mafunzo haya katika eneo hili la mwalo wa Busekera kwa wavuvi kumi na tano ili kusaidia wapate mafunzo haya, akapate kuwasaidia wao wenyewe katika kujiepusha ama kudhibiti maswala ya kuzama na maafa katika maji, pia na kusaidia wenzao katika shughuli mbalimbali za uvuvi. Kwa motisha kubwa walioonyesha na kuwa tayari tumeona pia wamekuwa makini katika kuyapokea yale mafunzo. Yatawasaidia zaidi kwa wao katika wenyewe wenyewe, namna gani watakuwa salama katika shughuli zao, ili waepuke kupelekea hatua ambao watakuwa katika hatari ya kuingia ku, ku, ku, ku, ku, katika maafa. Ama pia wenzao watawaelimisha namna gani wanatakiwa wao makini, ili kujiepusha na matatizo ambayo yanawapelekea wao wa kuzama au wenzao kupoteza maisha katika shughuli zao za uvuvi. Nilikuwa na nilikuwa nazungumzia jambo la msingi ambayo ya haya mafunzo ambayo tumepitia sawa, Dio? haya mafunzo tumeyatoa hivi leo ni mambo halisia ambayo tunakutana nayo wapi? Ziwani, si ndio? Ziwani huko unaweza kukuta changamoto mwenzako, labda upepo, amedumbukia bahati mbaya, si ndio? Kwa sasa hivi natumaini kila mmoja anajua nini cha kufanya, si ndio? Ina maana kuna kitu utachukua, nani, utamrushia dumu lenye kamba, atalishika si ndio? Lile ndo kama boya lake na pia atakuwa amevaa nini life jacket si ndio? Ina maana atakuwa anaelea vizuri si ndio? Na maana kwa elimu hii, situmaini kama kuna mtu ambaye ataenda ziwani bila life jacket si ndio? Kwa wote tutaenda na life jacket. Mtu amedumbukia, yuko mbali, tunamvutaje? Tunachukua dumu, tunamrushia, anakamata dumu, unampa moyo sawa, unampa maneno ya kumtia moyo kuwa bwana tulia, unakaribia na kuokoa sawa. Akishafika mnamnyanyua kupitia makwapa yake, mnamuweka ndani sawa hata awe amekunywa maji vipi, ana changamoto yoyote usikanyage tumbo lake.